mtume ambaye imetumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa na Allah tabaraka wa taala, pale Mwenyezi Mungu subhanahu aliposema warafana laka dhikraka. ehwa ndugu zangu, ama anwani yangu leo tunaita wadhaifu bin qiyas, yani namna gani kongosho inavyofanya kazi katika afya na mwili wa mwanadamu. Tunasema pancreas ni moja ya kiungo miongoni mwa viungo vya mwanadamu eh, vinapatikana au inapatikana pancreas ndani ya utumbo eh, wa mwanadamu, nyuma ya utumbo wa mwanadamu yani, katika ule ule utumbo wa mwanadamu, lakini kwa nyuma huku eh, upande wa, wa mgongoni ndiko pancreas au kongosho inakopatikana. Zipo kazi nyingi sana za pancreas au zipo kazi nyingi sana za kongosho eh, ndani ya mwili wa mwanadamu, kama vile eh, kazi za pancreas au kazi za kongosho, mfano ni kusaidia kusaga vyakula na kuongeza mem, eh, eh, mmeng'enyo wa vyakula vilivyoliwa na mwanadamu kwa njia ya kutoa homoni na enzimu kwa zile enzimu zinapotolewa na homoni zinapotolewa na kongosho, zinapelekea kwenda kusaidia usagaji wa vyakula vilivyoliwa na mwanadamu, na hatimaye mwanadamu huyu akapata choo chake kilichokuwa kizuri kwa weza wake Mwenyezi si Mungu na haya ndiyo maumbile yake muumba. Lakini pia kazi nyingine ya kongosho au binkrias Eh, tunasema ni kusaidia kuweka kiwango sawa cha sukari katika damu ya mwanadamu kwa njia ya kumwaga homoni yake ya insulini. Kwa hiyo kongosho inapo inapotoa ile homoni yake ya insulin na kuimwaga, basi ile insulin huenda moja kwa moja kwenye mzunguko wa damu, na katika damu kwa sababu itakuwa imekutana na sukari nyingi ambayo ilo sheheni ndani yake, na pengine ikaleta madhara katika mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo insulin inafanya kazi ya kuipunguza ile sukari na kuacha kiwango kinachotakiwa katika mzunguko wa damu cha kiwango cha sukari hali ya namna hiyo kama jinsi ambavyo baadhi ya hormones eh, zinavyosaidia baada eh, ya kumwagwa na pancreas na kwenda kuondosha gesi katika tumbo la mwanadamu eh, au katika utumbo wa mwanadamu na kuweza kutoa taarifa kwa utumbo kutoka Ah, kutaka kujua ni muda gani utumbo utamaliza kazi yake ya usagaji wa chakula eh, ili kuwezesha pancreas au kuwezesha kongosho kutoa taarifa kwa mwanadamu ili apate hamu ya kula. Unaona kazi hiyo manake, ah, utumbo yani kongosho baada ya kuomesha mwaga ile zile homoni zake na enzimu zake zinasaidia utumbo kuweza kusaga chakula kwa haraka na kwa wakati, lakini pia zile, zile hormones na enzim zita, zitaenda kusaidia utumbo utumbo wako uweze kuleta taarifa kwa kongosho kwamba sasa mimi nimeshamaliza kusaga chakula, na katika utumbo wangu hakuna tena chakula kinachotakiwa kusagwa na huyu mwanadamu kwa sasa eh, anahitaji apate chakula kingine katika tumbo lake. Kwa hiyo sasa kongosho ndio inachukua jukumu sasa la kutoa taarifa sasa kwa mwanadamu katika ubongo wako kwamba unahitajika ule. Nipo pale wewe, unaanza kusikia njaa sasa eh, tumbo langu mimi yani linaunguruma yani sijana toka asubuhi ujue. Eh, yaani, hizo zote hisia zote unazozipata ni kutoka katika kiungo hiki tunachokizungumza kinachoitwa pancreas kwa maana ya kongosho. Lakini pia hapo, matatizo mengi ambayo hutokea kwa kongosho ambayo hu, hu, hu, uh, matatizo hayo huenda kutokea kwa kiungo hiki cha kongosho eh, matatizo ya kimaradhi eh, kama vile maradhi ya maumivu ya kongosho au saratani ya kongosho. Katika hali ya namna hiyo, ndio maana kwa idhini yake tabaraka wataala, nami nimekuandalia dawa iliyokuwa bora kabisa na nikaita Binkrias, yani kongosho. Katika hali za namna hiyo, hii itaenda kutibia kongosho yako na kuiacha ikiwa salama, na hatimaye kongosho ile iende ikafanye mazuri e, yanayotakiwa katika utendaji ndani ya mwili wako. Utendaji wa kazi wa kongosho katika mwili wa mwanadamu, kwanza ni utoaji wa kongosho kutoa homoni, eh, ni moja ya jambo muhimu sana katika maisha yako we mwanadamu, eh, au katika moja ambayo la jambo ni la usalama wa mfumo wa eh, mzima wa mwili wako eh, kwa mfano mfumo wa ma, eh, wa mishipa midogo midogo katika mwili wako, mfumo wa mzunguko wa damu na kulinda mishipa ya damu ndani ya mwili wako zote hizi ni kazi za kongosho katika mwili. Kama jinsi ambavyo mzunguko mzuri wa sukari katika damu ulio katika kiwango kizuri eh, kunaweza kurejesha afya ya ini lako. Mzunguko wa damu uliokuwa mzuri wenye sukari inayohitajika vizuri unaweza kurejesha afya ya figo yako, lakini pia mzunguko mzuri wa damu katika mwili wako tena, ulioepukana na shida za aina mbalimbali, kwa sababu tu kongosho imefanya kazi hiyo basi itapelekea afya ya ubongo wako. Hivyo ndivyo kongosho inavyofanya kazi. Sasa hii dawa nimeandaa kwa wale ambao tayari kongosho zao zimeshakwisha feli, kama jinsi ambavyo imekubalika kitaalamu kuwa kongosho inayo sehemu ya mfumo wa eh, tunasema alghuddati samae kwa lugha ya, ya kitaalamu huku e, kwa namna ambayo inafanya umwagaji wa aina mbili za homon muhimu sana katika mwili wa mwanadamu na ambazo hufanya kazi ya kupangilia e, kiwango kizuri cha sukari katika damu yako, ndugu yangu. Miongoni mwa hizo hormones mbili ni hizi zifuatazo: tunasema al-insulin, kwa maana ya homon ya insulin. Homoni hiyo ya insulini inafanyaje kazi? Tunasema hufanya kazi nzuri eh, kukongosho kwa kumwaga homoni ya insulini eh, kipindi ambacho sukari inapokuwa imepanda eh, sana kwa kiwango kikubwa katika damu yako, hivyo kwenda kupunguza kiwango kikubwa cha sukari iliyopanda katika damu kwa hiyo wale wenye, wenye tatizo la sukari, maana yake hii dawa inawafaa vizuri kabisa na kutibia tatizo la, la sukari. Lakini homoni aina ya pili inayotolewa na kongosho tunaita eh, alghuluka joni, alghuluka joni ah, kwa lugha ya huku, lakini kwa lugha ya Kiingereza wanaita glucagon. Eh, katika hali ya namna hiyo, kipindi inapotokea sukari imeshuka katika mwili, basi kongosho husimama vyema kuzalisha homoni ya glucagon, ili kwenda kuzidisha sukari katika damu, maanake damu haina kiwango ki, ki, kinachotosheleza cha sukari, basi homoni hii huenda kujazilizia ile sukari iliyopungua, ili ibakie, ili ipatikane eh, kong, uh, uh, sukari iliyopo katika kiwango kinachotakiwa lakini pia utendaji kazi wa kongosho kwa, ku, eh, kwa kusaidia mmeng'enyo wa chakula inakuwaje eh? Utendaji kazi wa kongosho kwa kusaidia umeng'enyaji wa chakula nayo inakuwaje? Isikilize hii, tunasema kongosho hutoa baadhi ya enzimu. Eh, mbali mbali enzimu mbali mbali ambazo huifanya kazi pamoja na uh, juice. Ya manjano ambayo hutokea katika ini na nyongo, ili kusaidia usagaji wa vyakula vyote vilivyoliwa na mwanadamu, usagaji ule ukaenda vizuri hadi kusaidia mmeng'enyo wa chakula kuwa vizuri na hata kusaidia mwili kunyonya virutubisho vyote vilivyomo ndani ya chakula hicho, yani protini zikachukuliwa, vitamins zikachukuliwa, madini yakachukuliwa, na vitu vingine vinavyopatikana katika vyakula hivyo vikachukuliwa. Hiyo ni msaada wa kutoka katika kiungo cha kongosho. Miongoni mwa enzimu zinazozalishwa na kongosho eh? tunasema Toko kwa lugha inaitwa alibas eh? Yani, aina ya kongosho ya kwanza inaitwa libas, inafanya inafanya kazi enzimu ya, ya, ya, ya, ya libas sambamba na juisi ya manjano kwa kuvunja na kuyeyusha mafuta katika utumbo wa mwanadamu. Mafuta ambayo kama yataendelea kuwepo yanaweza kusababisha matatizo katika, eh, katika ufyonzaji yani, ukawa ufyonzaji wa vile vyakula vilivyoliwa unaweza ukawa hauko sawa, na hivyo kusababisha eh, kuhara na utumbo kuendelea kujaa mafuta katika hali ya namna hiyo. Lakini homoni enzimi ya pili inaitwa eh, pretius au protas ambayo inafanya kazi enzyme inayotambulika kwa jina hilo, eh, kuzivunja protini mbali mbalimbali, na kujenga kinga mwilini dhidi ya bakteria na kuondosha asidi iliyosheheni ndani ya utumbo. Kwa hiyo hii ni kazi ya enzimu na enzimu hizo zinazozalika kutoka katika kongosho. Kwa utaona namna gani kongosho bado ni kiungo muhimu sana kwa wale wanaosumbuliwa na tatizo hilo, lakini enzimu zingine zinazopatikana katika kongosho, kongosho tunasema almilu, uh, almilis eh, almilis au imilis inasema inasaidia enzyme hiyo kuvunja, uh, ni, uh, uh, uh, uh, kuvunja anasha au adnisha, uh, na kuigeuza kuwa sukari, kisha inageuzwa tena kutoka kwenye sukari kuwa ni umeme na kwenda kuongeza mahitajio ya umeme ndani ya mwili wa mwanadamu unaohitajika ndani ya mwili kama jinsi ambavyo uh, uh, uh, uh, carbohydrates uh, isiyomengenywa uh, huweza kusababisha tatizo la kuhara au kuharisha, lakini inzimu nyingine tunasita uh, uh, uh, algastrina au gastrin eh, uh, ambayo hiyo enzim, tunasema utumbo unaweza kuzalisha eh, gesi nyingi sana ndani ya tumbo kulingana na vyakula anavyokula mwanadamu. Hivyo enzim ya gastrin hufanya kazi ya kuondosha gesi hiyo na kuacha utumbo katika hali iliyokuwa nzuri. Manake hata wale wenye gesi akiipata dawa hii ya kongosho itaenda kumtibia kwa sababu eh, tiba ya ya gesi katika tumbo la mwanadamu tayari Mwenyezi Mungu ameshaiweka kwamba tiba yake ni enzyme ya gastrin. Lakini pia hiyo enzyme nayo asili yake inazalishwa na nini? Na kongosho. Kwa hiyo kama kongosho yako ikiwa iko vizuri, maanake itaweza kutibia hata gesi katika tumbo lako. Ama aina nyingine ya, ya, ya, enzyme inaitwa amylin eh? Enzimu hii hutengeneza chembechembe -chembe za beta katika kongosho. Hivyo kwa kupatikana chembechembe hizo ndipo mtu huanza kuhisi njaa au hamu ya kula katika hali ya namna hiyo. Kwa hiyo wale ambao wanasema kwamba mimi sisikiagi hamu ya kula, mimi sipati hamu ya kula, au mimi najisikia tu nimeshiba tu muda wote, maana yake huyu ukimpatia dawa hii ya kongosho, ataenda kupata hamu ya kula. Maana yake mtu huyu ukimpatia dawa hii ya kongosho, ataenda uh, kupata, uh, uh, uh, uh, kupata hamu ya kula au Uh, kuondokana na ile hali ya kusema kwamba mimi nimeshiba, mimi nimeshiba, katika hali za namna hiyo. Lakini dalili za kufa kwa kongosho, ili uweze kujua kama kongosho yako sasa imekufa. Na ndio maana mambo hayo unayapata, gesi unaipata, sukari imejaa, hamu ya kula haipatikani sijui, unajisikia umeshiba, ni kwa sababu kongosho imekufa. Lakini sasa utaijuaje kama imekufa? uh, tunasema zina tofautiana, uh, viashiria vya dalili za maumivu ya kongosho ikiwa, eh, ikiwa ndio kwanza tatizo hilo linaanza, miongoni mwa alama za dalili za kongosho eh, yenye maumivu makali ni kama zifuatazo. Dalili ya kwanza, maumivu makali ya juu ya tumbo, utasikia hapa kama kana kwamba utasema ni kiungulia eh, wakati mwingine unaweza kusema ni chembe ya moyo, kumbe tatizo ni kongosho. Lakini okay, pia eh, eh, eh, eh, eh, Dalili ya pili tunasema ni maumivu ya tumbo kuelekea upande wa mgongo yani, tumbo linauma, lakini hasa unasikia ni kipande hiki cha huku cha upande wa mgongoni, ndio unasikia tumbo hilo linalako na kuumia. Lakini pia dalili ya tatu tunasema ni maumivu wakati wa kulishika tumbo lenyewe, ukilishika tumbo unasikia maumivu, hiyo ni dalili ya kongosho imeshaanza kufa au imekufa kongosho. Ama dalili nyingine ni kuwa na homa za mara kwa mara. Dalili ya tano ni ku eh, eh, kutapika kufika hiyo inajulisha kongosho imekufa. Ama dalili ya sita ni kichefuchefu, hiyo inajulisha kwamba dalili yako ya kongosho ya eh, kongosho imekufa. Na hii ni ile kongosho yenye maumivu makali, ndio dalili zake hizo na kukujulisha kwamba imekufa, bali unaweza kuipata. Dawa yetu inaitwa Binkrias, itaenda kukutibia kwa idhini yake Tabaraka wa taala, inshallah. Lakini pia na miongoni mwa dalili za maumivu ya kongosho ya muda mrefu ni kama ifuatavyo, yaani dalili ya kongosho, maumivu ya dalili ya kongosho, kongosho yenyewe maumivu yake ni ya muda mrefu, tunasema maumivu sehemu ya juu ya tumbo hapa juu ya tumbo, kama ile tulivyosema, huku ukahisi kwamba nikiungulia, kumbe ni kongosho, ukahisi kwamba ni vidonda tumbo, kumbe ni kongosho. Lakini dalili ya pili, maumivu ya tumbo ambayo huzidi maumivu yake wakati wa kula chakula, yani unapoanza kula chakula, unapokula chakula ndio unasikia tumbo sasa linazidi maumivu, basi hujue hiyo ni dalili ya kongosho. Lakini pia dalili ya kongosho pia kuwa imekufa, ambayo ni maumivu ya kongosho ho ya muda mrefu. Tunasema kupunguka, kupunguka uzito ghafla bila kukusudia, yani ulikuwa na kilo 90 ghafla umefika Themanini, mara sabini na, uh, tano, mara sabini yani we unashuka kilo unashuka kilo katika hali za namna hiyo ama na dalili nyingine tunasema ni kupata choo yenye mafuta mengi na yenye harufu kali choo chako kinakuwa na harufu kali lakini kime, kama kimetapakaa mafuta ni mateketeke tu fulani mafuta, mafuta lakini ama dalili nyingine ni kupata kuharisha mafuta ukihara, unaharisha mafuta, huharishi chakula chochote ulichokila, we ni mafuta tu. Yaani katika hali za namna hiyo, hiyo ni dalili ya kongosho. Jipatie dawa hii ili kwenda kuiweka kongosho yako vizuri. Sababu za kuugua kongosho: kongosho inazo sababu nyingi ambazo zinazopelekea zi, e, ikaugua na hatimaye ikaacha utendaji wake kazi. Kwa nini? Inakuwaje? Inakuwa, tunasema huanza maumivu ya kongosho wakati enzim, uh, za mmeng'enyo, uh, umenye wa chakula uh, uh, inakuwa haupatikani katika kongosho eh, kitendo ambacho kitapelekea kuvuta kwa chembechembe -chembe za kongosho yako, na hapo sasa ndipo patapatika uh, patakapotokea maumivu makali sambamba, eh? Tunapokariri haya ya maumivu ya kongosho, maumivu makali, kumbuka kuwa yawezekana ya, ya, ya kwa kongosho ikakutana na madhara yaliyokuwa ni mazito, hivyo pia kusababisha maumivu ya kongosho ya muda mrefu. Pia utandu au tishu yaweza eh, kuizunguka kongosho hivyo nayo kuweza kupunguza uwezo wa, wa utendaji kazi wa kongosho yako. Katika hali za namna hiyo na panapotokea udhaifu katika kongosho yako kunaweza kupunguza utendaji kazi wake wa hiyo kongosho na kuleta matatizo mengine katika umeng'enyaji wa chakula na maradhi ya sukari yakaongezeka. Hapo jipatie dawa yako ni hii. Kwa hiyo miongoni mwa sababu ha? Kwa hiyo miongoni mwa sababu zinazosababisha maumivu makali ya kongosho ni kama zifuatazo, ambazo hizi sababu ni miongoni mwa sababu za kongosho yenyewe sasa kwenda kuugua katika hali ya namna hiyo, na ikiugua maana yake, na wewe ndio umekosa vile vitu ambavyo vilikuwa vikitendwa ndani ya mwili wako, kwa sababu kongosho ilikuwa ikifanya mmoja, eh? Mawe katika nyongo, mawe katika nyongo yatatokea. Ni kwa nini? Kwa sababu kongosho yako ina, ime, ime, ime, ime, e, e, ni mawe katika nyongo e, yatapelekea figo yako kufeli. Matumizi ya ulaji wa vinywaji vyenye alkoholi nyingi itapelekea kongosho yako kwenda kufeli. Matumizi ya madawa makali madawa makali unayotumia yatapelekea kongosho yako kwenda kufeli eh, kuonge, eh, tunasema kuongezeka kwa kiwango kikubwa cha mafuta, ah, ah, mafuta mabaya katika damu. Manake kuna mafuta mazuri ndani ya damu na kuna mafuta mabaya ndani ya damu. Sasa yanapoongezeka mafuta mabaya katika damu, hiyo itapelekea kongosho kwenda kufeli, lakini pia kuongezeka kwa kiwango kikubwa cha madini ya kashiamu katika damu. Damu ikawa imeongezekewa kiwango kikubwa cha madini ya kashiamu. Eh, ambayo pia yatasababisha maradhi ya goita Eh, si tu kwamba itaenda kusababisha tatizo katika kongosho, bali itapelekea hata mtu kupata goita ile tadhahumu lghudatidhuruqia eh, ugonjwa utakuja kutokelezea. Lakini pia uh, sababu nyingine ya kongosho tunasema ni kansa ya kongosho ama sababu nyingine ya kufa kongosho tunasema ni kupata upasuaji wa tumbo lako, yaani tumbo lako likiwa limepasuliwa edha kwa maradhi fulani tu, ukaingia katika operation. Lakini nje ya hapo, pia baadhi ya wengine hupelekea kupatwa na tatizo la kongosho. Lakini kuharibika kwa mfuko mayai, hasa kwa wamama, mfuko wa mayai unapokuwa umeharibika inaweza ikawa ni sababu ya yeye kuja kupatwa na tatizo la kongosho. Lakini kiwe kupatwa na maradhi ambukizi, eh, maradhi ambukizi yanaweza kapelekea mtu kupatwa na tatizo la kongosho. Lakini kupata maradhi mengineyo katika utumbo, maradhi tofauti tofauti tu katika tumbo yanaweza kampelekea mtu kupatwa tatizo la kongosho. Lakini pia unene uliopita kiwango, mtu kanenepa mpaka hiyo moja ni sababu ya kumpelekea mtu kupatwa na tatizo la kongosho. Ama sababu nyingine ni kupata ajali mbaya katika mwili, hiyo nayo inaweza ikapelekea kiungo cha kongosho kikapata matatizo. Kwa hiyo yote kwa yote, tunazungumzia kwenda kutibia sukari katika damu eh, katika mwili wa mwanadamu, lakini kwa kupitia kiungo cha kongosho vile vile tunaenda kutibia tatizo la gesi katika tumbo, lakini kwa kupitia kiungo cha kongosho. Lakini pia tunaenda kutibia maradhi mbalimbali ambayo yanakusumbua, kumbe ni kwa sababu ya kongosho yako imefeli kama jinsi tulivyokwisha eleza hapo awali. Inshallah, sisi tunapatikana Dar es Salaam, na kwa wale wa Dar es Salaam ni rahisi kutupata, kuipata hii dawa inaitwa binkriyas, naambia Sheikh Hamis Sulemani, nami nataka dawa inaitwa binkriyasi na kwa wale walioko nchi nyingine tofauti, huko nje ya Tanzania, bara Amerika, bara ya Ulaya, bara Asia, wewe tunaambie wapi ulipo, tutakufikishia kwa idhini yake Rahmani. Lakini pia ni kwambie Sheikh Hamis Sulemani na nyumba ya tiba na dua, kwa pamoja tunafanya dua kwa kuombea watu eh, kwa matatizo ya aina mbalimbali. Pia nikualike shima alaikum, karibuni ili mweze kupata dua, na sisi tunasema minna dua wa minallahi ijaba, sisi tunaomba dua na kwake Mwenyezi Mungu ndiko kunakopatikana majibu Inshallah. Ni nikuai kwa siku ya leo, husema dumu fi riayati llahi wa amne, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.